Nimeona kwamba hapa katikati, tusiondoki kabla hatujawatafuta majaji, angalau watupe mwanga, ni itakuwa ni kazi rahisi kwamba kumpata mshindi ambaye atakaibuka katika juzu 30, juzu 15 hadi juzu nane. Nimeona kwamba wakati kuna utulivu kidogo, niweze kusema na jaji kidogo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mashindano toka tulivyoanza jana na leo naona kwa kama asilimia kubwa ya wale ambao wanashiriki wana maandalizi ya kutosha unahisi kwamba itakuwa ni kazi rahisi kuja kumpata mshindi wa kwanza ambaye haswa anayetazamwa hapa ni wenye juzuu 30 ambaye hapa tayari kuna zawadi ya ziada ambayo anaweza akafanya safari kutoka Burundi kwenda kufanya hija mwaka 2025 nini ambacho wewe kama jaji unahisi kwamba kuna uwepesi kumpata mtu kama huyo ah. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahum amma baadu. Kwa kweli uh, Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi mm. Sisi kama majaji uh, kazi ni ngumu mm. na majukumu ni makubwa sana kumchagua na kumteua ni nani ambaye atakuwa ni wa kwanza kwa mm. sababu vijana wamejiandaa na wana maandalizi yaliyokuwa makubwa na wengi wao visomo vyao viko vizuri zaidi na zaidi sana, lakini kwa hali yoyote ile, sisi tunafanya kazi yetu kwa kumwokopa Allah jalla jalalu na tunatumia juhudi zetu mpaka za mwisho kabisa, kuona kwamba tunasogelea kumpata yule ambaye atakuwa ni mwenye anastahiki kuchukua nafasi ya kwanza. Tunawatizama katika nguvu ya kuhifadhi na katika uzuri wa kusoma na uwezo wa kusimama vizuri kwenye aya na kuanza na uzuri wa sauti. Alafu tunayajumlisha hayo, na hivyo tunaandika daraja zao. Allah atatuthibitisha na atatuwafikisha, Amin ya Rabbi. Tulimalize dakika chache kwamba wenye kushiriki mabinti lakini kadhalika wako wanamume wa, wa, na namna wanakusikiliza au na wale ambao wako katika mithabaka mbalimbali, nini ambacho una saha yako kwa wote ambao wenye kwenda kushiriki? Kwa sababu ile tu kwenda kushiriki bitafsiri kwamba we tayari ushakuwa mshindi, kwa sababu umetumia muda wako usiku au kulala mchana unawaza hilo. Tutengenezee neno ambalo linaweza likamfariji yule ambaye anayekwenda kwenye mashindano ya Qur'ani. Naam, huyu uwanja wa kushindana kunakokusoma maneno yake Allah Azza wa Jalla ni uwanja wa khairi na uwanja wa baraka na uwanja ambao allah subhanahu wataala anaupenda kwa dalili za kuonesha kwamba allah subhanahu wa taala anavyoangalia kwa rehma watu ambao wanaikaa katika nyumba miongoni mwa nyumba zake wakikisoma kitabu chake na kukisomeshana kwa hiyo yote yule anaingia katika huyu uwanja tu wa kushindana amekwisha ibuka na kheri na amekwisha kuwa mshindi mkubwa kabisa mbele yake allah subhanahu wataala na si makusudia ya mashindano kupata zawadi wala kutoka wa kwanza. Hapana, kwa sababu mtu ambaye anataka kutoa zawadi kwa waliohifadhi Qur'ani, hatuanza kuwapimanisha watu kusoma Qur'ani. Wote wanastahili zawadi, ni watu watukufu mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbe makusudia ya mashindano ni kuona vipaji vya vijana wetu na watoto zetu. Tunajua kwamba wamehifadhi, lakini tunataka tuone jinsi wanavyoshindana katika vipaji. Yule ambaye atakuwa nafasi ya tatu, nafasi ya tano, nafasi ya kumi, anapaswa kuipongeza nafsi yake. Kwa kweli, amesogea, amefika na amepata khairi zilizokuwa nyingi, kwa sababu mwenye wako kule nje wameokopa kusogea hapa. Uh, wale uh, hawajajaaliwa hawaja na Allah hmm. kusogea nafasi kama hii. Wote kwa kweli ni washindi ila Uh, yule atakayetoka wa kwanza ni taufiqi ya Allah subhanahu wa taala, lakini wote ni washindi na wote kabisa wanastahiki takrima na kuheshimiwa na kukirimiwa na kupongezwa zaidi sana. Mimi nimalizie hapo. Kwanza tukushukuruni kwa kuona kwamba majukumu haya ni makubwa, lakini na ukubwa wake wote ni kila herufi ya Qurani, na tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani maana sote tuko humu ndani ya heri. Mungu aikubali ibada yetu ya swaumu ambayo tuko nayo lakini, na nyinyi pia Mungu akusimamieni katika mambo mengi mazuri ya heri vyenu ipo vyema kuitumikia dini.